Hapo nyuma kidogo kulikuwa na msichana mzuri sana aliyeitwa Neema. Neema aliishi na wazazi wake katika kijiji kidogo sana. Mama yake Neema wakati fulani alikuwa mwanamke mzuri zaidi kijijini, ambaye alikuwa kivutio kwa wengi, kwani vijana wote wenye sifa nzuri kijijini walitaka awe mke wao. Baba yake Neema alionekana kuwa ndiye mwanamume mwenye bahati zaidi kijijini kwa kumuoa mama yake Neema kwani hata mkuu wa kijiji hakuweza kushinda moyo wake. Neema alikuwa na kuwa mzuri zaidi kuliko mama yake na alipendwa na kuheshimiwa na wanawake wote wachanga kijijini. Siku moja, Neema alikuwa akirudi nyumbani kutoka mtoni alipoona nyoka mkubwa akimkodolea macho moja kwa moja. Aliogopa sana kwani hakuwahi kuona nyoka mkubwa kiasi hicho maishani mwake. Nyoka huyo alimkaribia kwa upole na Neema akapiga kelele kwa sauti yake yote, akifumba macho kwa hofu. Alipofumbua macho yake nyoka alikuwa ameondoka, na Neema akakimbia nyumbani kwa hofu. Neema alifika nyumbani na kumwambia mama yake kilichotokea, na mama yake akamfariji, kwani alifurahi kuwa hakuna chochote kilichompata binti yake. Siku zilivyokwenda matukio ya ajabu yalianza kutokea. Neema mara nyingi alijikuta katika hali za hatari, lakini alikuwa akiokolewa kimiujiza na nyoka yule. Wakati mmoja Neema alikaribia kukanyaga nge mwenye sumu, hapo hapo nyoka yule alionekana akifonya kwa sauti kubwa ili kumwonya Neema. Aliona nge hatari na nyoka akifonya mbele yake, aliogopa sana na akarudi nyumbani. Mawazo ya nyoka hayakuweza kumwacha na Neema akajiuliza, nyoka huyo alitaka nini kwake? Usiku ulipofika, Neema alilala na kuota ndoto ya kutisha ambapo alijiona mwenyewe kama nyoka akifonya na kusogea karibu na yule nyoka aliyokuwa akimwona kila mara msituni. Aliamka kwa hofu na kukimbilia chumba cha mama yake kumwelezea kuhusu ndoto yake ya kutisha. Mama yake alimfariji na kumhakikishia kuwa ilikuwa ndoto tu. Jioni iliyofuata, Neema alikwenda msituni kukusanya kuni na nyoka yule akaonekana mbele yake. Akiwa amejaa hofu, alikimbia umbali mfupi na kugundua kuwa tawi la mti juu ya mahali alipokuwa amesimama lilianguka chini, likimkosa kwa inchi chache. Neema aligeuka kumtazama nyoka na kugundua kwamba aliteleza kimya kimya bila kumdhuru. Akiwa katika hali ya kuchanganyika, Neema aliamua kumfuata nyoka kwani ilikuwa wazi kabisa kwamba nyoka yule alikuwepo kumlinda na siyo kumdhuru. Alimfuata nyoka kimya kimya huku akimwongoza hadi kwenye pango lake. Neema hakuwa na ujasiri wa kumkaribia nyoka, hivyo alikimbilia nyumbani kwa hofu. Hakujua kuwa mtu fulani alikuwa amewafuata kutoka nyuma aliposikia kelele yake. Mwanamke kijijini aliyeitwa Zira alikuwa amesikia kelele kubwa ya Neema na akakimbilia kuangalia ilikuwa nini, alipomwona Neema na nyoka mkubwa wakikodoleana macho kutoka mbali. Akiwa amejaa udadisi, Zira alimfata Neema na nyoka huyo huku akijiuliza, uhusiano gani Neema alikuwa nao na nyoka. Kisha Zira aliamua kueneza uvumi kijijini akisema kuwa, Neema alikuwa na nguvu za giza zilizomfanya aweze kudhibiti nyoka. Aliwaambia wanakijiji jinsi nyoka msituni alivyomwokoa Neema kutoka kwenye tawi lililoanguka. Umbea wa Zira ulienea haraka kijijini kama moto wa nyika. Minong'ono na mazungumzo ya siri yalianza, huku baadhi ya wanakijiji wakianza kumshuku Neema. Walijiuliza ikiwa Neema alikuwa na ushirikiano na nguvu za giza, huku wengine wakiamini ilikuwa tu jaribio la kukata tamaa la Zira kumdhalilisha Neema kwa wivu. Hata hivyo, hii haikuwazuia vijana kijijini ambao walikuwa na nia ya kumposa Neema. Neema alikuwa ndiye msichana mzuri zaidi kijijini na wanaume wote walikuwa wamepufushwa na uzuri wake. Kijana mmoja aliyeitwa Juma alikuja kuomba mkono wa Neema. Juma alikuwa mkulima mzuri sana mwenye sifa nzuri kijijini. Alikutana na Neema kwenye tamasha lililomalizika hivi karibuni na tangu wakati huo walikuwa akitumia muda kufahamiana. Neema alikuwa amekataa maombi yote ya ndoa kutoka kwa vijana wengine wenye sifa nzuri kijijini, kwani Juma alimwahidi kumwoa. Juma alikutana na wazazi na familia ya Neema na akatangaza nia yake ya kumwoa Neema na tarehe ya utambulisho wa ndoa iliwekwa. Neema alitamani sana maisha yake na Juma kwani alikuwa kila kitu alichowahi kuota. Siku ya utambulisho wa ndoa ilifika na Neema alionekana mzuri kabisa. Kila mtu alikusanyika kushuhudia sherehe ya ndoa. Ghafla, nyoka mkubwa yule akateleza katikati yao akimwogopesha kila mtu ikiwemo Juma ambaye hakuzungumza tena na Neema. Hii ilimuumiza sana Neema kwani kijiji kizima kilimwepuka, kiamini alikuwa na uhusiano na nguvu za giza. Neema alikimbia kijijini kwake ili kuishi na rafiki wa karibu wa mama yake Hasna, ambaye alikuwa mama yake wa ubatizo, aliyeishi katika kijiji jirani. Huu ulikuwa wokovu mkubwa kwa Neema kwani hakuweza tena kustahimili yote yaliyokuwa yakitokea kijijini kwake. Neema alizungumza na mama yake wa ubatizo Hasna, kuhusu nyoka mkubwa na jinsi nyoka huyo alivyofanikiwa kuharibu maisha yake. Kisha mama yake wa ubatizo akaja na mpango wa kumuua nyoka kabla hajaharibu maisha ya Neema zaidi. Walisafiri kurudi kijijini kwa Neema na Neema akamwongoza mama yake wa ubatizo hadi kwenye pango alikoishi nyoka. Nyoka alikuwa amelala fofofo. Hivyo Neema na mama yake wa ubatizo walimkaribia kimya kimya. Kisha Neema akainua kisu chake na kujaribu kumchoma nyoka kichwani. Alipoamka ghafla na kumgonga Hasna akimwogopesha Neema ambaye kimakosa alikikata mkono wake kwa kisu na damu yake kumwagika juu ya nyoka. Kwa mshangao wa kila mtu, nyoka alianza kubadilika magamba yake yakayeyuka na kuwa ngozi ya binadamu na kwa sekunde chache akageuka kuwa msichana mzuri aliyefanana sana na Neema. Msichana huyu mpya alikuwa Rehema. Moyo wa Neema ulienda mbio, huku akimtazama Rehema kwa kutoamini. Hakuweza kuelewa kwa nini msichana yule alifanana naye sana, hivyo akakimbilia nyumbani kumwambia mama yake jinsi nyoka mkubwa alivyogeuka kuwa msichana aliyefanana naye kabisa. Kisha mama yake Neema akamfunulia kuwa alipomzaa Neema kila mtu alikuwa na shambwe. Ghafla akahisi msukumo wa kusukuma. Alisukuma tena na nyoka akatoka akiwaogopesha kila mtu chumbani. Mama yake Neema alimpeleka nyoka huyo msituni na kumwacha huko kwani hakutaka mtu yoyote kijijini ajue kilichotokea. Akiwa amezidiwa na hisia, Neema na mama yake walirudi msituni kumtafuta msichana huyo Rehema. Walipofika msituni walimwona Rehema aliyekuwa ameogopa na kuchanganyikiwa. Karibu naye alikuwa mama yake wa ubatizo Neema Hasna, ambaye sasa alikuwa akitenda vituko. Alikuwa amechanganyikiwa ama amepata wazimu, na alipomwona Neema na mama yake alianza kutoa ufunuo wa kushangaza. Alifichua kwamba miaka mingi iliyopita mama yake Neema alichukua kitu kilichokuwa chake. Alimwambia Neema, Mama yako na mimi tulikuwa marafiki wa karibu na nilimpenda mwanaume ambaye alimpenda sana mama yako. Kwa wivu, niliposikia kwamba mama yako alikuwa mjamzito, nilitafuta juju mbaya ili kugeuza mtoto hajazaliwa wa mama yako kuwa nyoka. Hatukujua kwamba mama yako alikuwa mjamzito wa mapacha. Mama yako alipojifungua, nilidhani hilizi haikufanya kazi kwani alipata mtoto mwenye afya. Sikujua kwamba mmoja wa watoto wake alitoka kama nyoka. Nilijua hili tu uliponiambia kuhusu nyoka ambaye alikuwa akikutokea msituni. Nilimtembelea mtaalamu wangu wa juju naye akanifunulia kuwa nyoka huyo alikuwa mtoto wa pili wa mama yako. Kisha niliamua kuja na mpango wa kumuua nyoka ili kuficha nyayo zangu. Mama ubatizo wa Neema, Hasna alisema huku akianza kucheka kwa sauti kubwa. Alikuwa amepigwa na wazimu, na Neema aliamini kwamba mabadiliko ya dada yake Rehema ndiyo yaliyokuwa sababu ya wazimu wa mama yake wa ubatizo. Hivyo ndivyo Neema alivyogundua kuwa nyoka aliyekuwa akimwona msituni alikuwa ni dada yake pacha Rehema. Walifahamiana vizuri na kisha pacha wake Neema, Rehema Akamfunulia sababu kwani alifanya kila awezalo kumaliza ndoa ya Neema na Juma. Juma alikuwa amefanya dau na marafiki zake kumuua Neema na alifanya kila kitu sawa ili kushinda moyo wa Neema na pia kushinda dau lake. Rehema alijua kwamba ikiwa angeruhusu ndoa kuendelea, Neema angekumbana na maisha ya taabu na aibu, hivyo ilibidi aingilie kati ili kumwokoa dada yake kutokana na maumivu. Neema aliposikia haya, alimwomba msamaha dada yake pacha na kumkumbatia sana. Moyo wake uliumia kwa ajili ya maumivu na upweke, ambao dada yake lazima alivumilia kama nyoka. Kijiji kizima kilistaajabu na mabadiliko ya matukio, na pacha wa Neema, Rehema, alikaribishwa katika familia kwa mikono miwili. Tangu wakati huo, Neema na dada yake Rehema waliishi kwa furaha, kifungo chao kikiwa kimeimarika zaidi kuliko hapo awali, na kijiji kilistaajabu hadithi ya ajabu ya Neema na pacha wake aliyepotea kwa muda mrefu. Nyoka aliyebadilika na kuwa msichana. Somo la kujifunza kutoka kwa hadithi hii ni kwamba ubaya ambao watu hufanya huishi nao. Tunapaswa kujifunza kutoruhusu wivu wetu tusababishe kuharibu maisha ya wengine. Usipange uovu kwa watu, kwani unaweza kuishi maisha yako yote ukijutia matendo yako. Natumaini umeifurahia hadithi hii mpya. Asanteni sana kwa kuungana nasi hadi mwisho wa hadithi hii ya ajabu inayosimulia maisha ya Neema na kugunduliwa kwa pacha wake alikuwa amepotea kwa muda mrefu Rehema. Tunatumai mmejifunza mengi kutoka kwa somo la hadithi hili kuhusu ubaya wa wivu na matokeo ya matendo maovu. Ikiwa mmeifurahia hadithi hii, tafadhali like video hii na comment hapa chini kutuambie ni sehemu gani mmeipenda zaidi. Pia msikose kubonyeza kitufe cha subscribe na kengele ili kupokea taarifa kila tunapopakia hadithi mpya na za kusisimua hapa kwenye chaneli yetu ya Hadithi Za Sultan. Tunawakaribisha tena nyote katika kipindi kijacho cha hadithi ambapo tutakuwa na hadithi nyingine ya kipekee na kufurahisha kwa ajili yenu. Kwa heri kwa sasa, na mpaka wakati mwingine, kumbukeni kujiepusha na wivu na kupanda mbegu za wema. Karibuni tena.